Ili kutoa sumu mwilini, kusafisha mengineyo ya chakula, kusafisha mzunguko wa damu, kuimarisha afya ya moyo na kuimarisha utendaji kazi wa ini, basi tumia vitunguu saumu punje tano kila siku, unazitafuna. Unaweza ukatumia na asali latha, ili kuweka ladha au kuepuka ile harufu mbaya ya vitunguu saumu. Unachokifanya ni kuhakikisha unamenya kitunguu saumu ili upate punje zako tano unaweza ukaweka kwenye kifaa chako ukakata vipande vidogo vidogo, ili utumie na asali, au unaweza ukazitumia zenyewe kwa kutafuna tu. Hakikisha unazitumia kila siku kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa chakula. Hizi zitakusaidia kuimarisha mmeng'enyo wa chakula na kuondoa sumu mwilini kwa haraka, au zingatia matumizi ya Liver Care na C24/7 zitakusaidia kusafisha mfumo wa chakula, kuondoa sumu kwenye damu, kuimarisha utendaji kazi wa ini, kutoa gesi, kuondoa uchovu na kukuepusha na magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, kuimarisha homoni za uzazi. Dozi ya mwezi mmoja ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Nitafute WhatsApp kuanza dozi na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.